Habari, karibu katika mada ya leo. Leo tunakwenda kujifunza mada muhimu, jinsi ya kutafuta siku za hatari, yaani siku ambazo wewe mwanamke unaweza ukapata ujauzito kwa urahisi au kama ni mwanaume unaweza mkeo akapata ujauzito kwa urahisi kabisa. Siku hizi zipo katika mzunguko wa hedhi. Tutazitafuta siku hizi kutokana na mzunguko wa hedhi wa mwanamke. Sasa leo tunaingia darasani, tutasoma kwa vitendo nikifanya mahesabu na utapata majibu kwa usahihi, ili wewe uweze kutafuta siku zako kwa urahisi. Kuna njia nyingi, kuna njia ya calculate ambayo nafanya hapa, lakini kuna njia nyingine ya kutumia application ambazo kuna maswali unaulizwa, kaza inakupa majibu, lakini njia inayoenda kufundisha saa hizi ni njia ya calculate ambayo itakupatia majibu kwa urahisi. Utakuwa nami Daktari Lenny Komba kufundisha njia hii kwa undani. Kama bado umejiunga nasi basi, bonyeza alama subscribe kisha kengele pembeni yake, utakuwa umejiunga nasi. Kama nilivyosema, leo tunaingia darasani kabisa kujifunza kwa vitendo. Nimeandaa kabisa na noti, mwalimu, na notes hizi hapa. Kama mwalimu nakumbushia hizi zile ambazo mwalimu alikuwa anafundisha, daktari alikuwa anafundisha, na kumbuka Dr. Stanley alifundisha obstetrics kwa undani kabisa. Ngoja na mimi nafundishe wananchi undani kabisa. <coughs> Kwanza kama nilivyosema, unajifunza jinsi ya kutafuta siku za hatari, yaani siku ambazo unaweza ukashika mimba kwa urahisi. Kuna kanuni ya msingi, sawa? Kanuni za msingi za kuzingatia unapotafuta hizo siku. Kwanza kuna tunasema kwamba sperm, yaani mbegu za kiume, hizi mbegu za kiume zinaweza kuishi ndani ya mwili wa mwanamke hadi siku tano. Ni jambo la msingi kuzingatia. Yaani kwa mfano leo mwanamke umekutana na mwanaume, si ndio? Kwa hiyo zile sperm zingine katika mwili wako zinaweza kuishi within siku tano, ndani ya siku tano. Inaweza kuishi kwa leo siku ya kwanza mpaka siku ya tano. Katika hizo siku tano zote ambazo zinaweza zikaishi, mwanamke anaweza kupata ujauzito. Sawa? Lakini pia yai la mwanamke linaweza kuishi ndani ya saa 12 mpaka 24 baada ya ovulation. Sawa? Sasa hili ndio jambo la msingi la kuzingatia. Sperm ya mwanaume inaweza kuishi ndani ya siku tano. Inamaanisha kama siku ya kwanza hiyo sperm haikukutana na yai, basi tunaendeleza kikaendelea ku survive siku ya pili, ita survive siku ya tatu, ita survive siku ya nne mpaka siku ya tano. Siku kwa yai, yai inaweza ku survive ndani ya masaa 12 mpaka 24 pekee. Umeona? Kwa hiyo tofauti hii hapa ndiyo ambayo itatubeba sisi katika kutafuta hizo siku za hatari tuliona kwa mbele. Kwa hiyo siku za hatari ambazo mwanamke anaweza amba, kushika mimba ni siku tano kabla ovula, ya ovulation, na siku moja baada ya ovulation sawa. Tumesema kwamba sperm ya mwanaume inaweza kuishi ndani ya siku tano, kwa hizo siku tano kabla ya ovulation mwanamke anaweza akashika mimba. Kwa hiyo siku itakapotokea ovulation na baada ya ovulation, ndipo kile ukomo wa kushika mimba, ile siku moja ambayo inazidi, ndipo unakuwa umefikia tunataka. Kwenye mahesabu utaelewa sasa jinsi ya kukokotoa. Kwanza tambua urefu wa mzunguko wa hedhi kuanzia siku ya kwanza ya damu hadi kabla ya siku ya hedhi ijayo. Kwa hiyo jinsi ya kukokotoa, tutatumia mfano na kama mzunguko wako wa hedhi ni siku 30, ni siku 30, sawa. Siku ya kwanza wewe umepata hedhi tarehe moja, tarehe moja, tarehe moja Oktoba, mwezi wa kumi, sawa. Hapa ndipo nilipopata hedhi siku ya kwanza, sawa. Baada ya hapa sasa lazima nitambue hezi ya pili nitapata lini? Hiyo ndo kanuni ya kwanza njia ya kwanza. Kwa hiyo hapa ndio siku 30 mwezi wa 10, unaweza kuwa na siku 30 kwa tarehe moja kama hivyo mm-hmm. Kwa hiyo hezi ya pili natarajia kupata tarehe 30 mwezi wa 10. Kwa hiyo hii ya kwanza tayari tumesha ipata. Sasa makadirio ya siku za hatari tunafanyaje? makadirio ya siku za hatari kwa mzunguko mfupi kwa mzunguko wa siku 28 kwa siku 28 ovulation inatokea siku ya 14 yani uchavushaji ya. Sio hivyo lakini, kwa mzunguko mrefu wa siku 30 mara nyingi ovulation inakuwa siku ya 16 sawa. Sasa kama nilivyosema kwamba mwanzoni, kwa mzunguko huu wa siku 28 mfupi, siku za pili zitakuwa ni tarehe ngapi? Sawa au wote walianza hizo tarehe moja au leta wote leta, siku zao za hatari ni tofauti kutokana na siku zao, jinsi ambavyo mzunguko wao huwa na mzunguko mfupi au na mzunguko mrefu. Tuanze na wa siku ishirini na nane. Huyu wa siku ishirini na nane siku zake za hatari zitakuwa kama ifuatavyo. Siku ya kwanza hizi ilikuwa ni tarehe moja Oktoba. Hivyo siku ya hatari ovulation ni tarehe 14, tarehe 14, sawa. Kwenye tarehe 14 ndio siku ya ovulation. Sasa, kutokana na kanuni ya kwanza, nimesema kwamba sperm inaweza kuishi ndani ya mwanamke kwa muda wa siku tano, sawa. Kwa kuwa sperm inaweza kuishi ndani ya siku tano, tutatoa kwenye 14 nitatoa siku tano ambapo ya sperm ya mwanaume inaweza kuishi sivyo? Kwa hiyo hapo <coughs> tarehe kumi na nne, nikitoa siku tano napata kumi na nne. Maana yake siku zake za hatari za mwanzo zitakuwa ni tarehe kumi na tatu, kumi na mbili, kumi na moja, kumi, tisa, moja, mbili, tatu, nne, tano ndio sawa halafu ya mwanamke inaweza kuishi kwa siku kwa masaa kumi na mbili mpaka masaa ishirini na nne maana masaa ishirini na nne ni siku moja kunda siku kumi na nne nitaongeza moja nitapata tarehe kumi na tano kwa maana hiyo sawa kwa maana hiyo sasa kwa maana hiyo sasa siku za hatari kwa mtu mwenye mzunguko mfupi wa siku ishirini na nane wa siku ishirini na nane siku zake za hatari zitaanza tarehe tisa tarehe kumi tarehe kumi na moja tarehe kumi na mbili tarehe kumi na tatu tarehe kumi na nne ambayo ni siku ya ovulation na tarehe kumi na tano Hizi hapa ndipo zitakuwa siku za hatari kwa mtu mwenye mzunguko mfupi, yaani tarehe kumi na nne hii hapa unatoa siku tano ambapo Sikimu ya mwanamu inaweza kuishi kwanzia tarehe tisa mpaka tarehe kumi na nne na siku moja zaidi, ambapo ya ya mwanamke ya inaweza kuishi. Kwa hiyo itakuwa siku za hatari kwa mtu mwenye mzunguko mfupi. Sawa? Kwa mtu mwenye mzunguko mrefu wa siku thelathini, wa <coughs> siku thelathini. Kwa mtu mwenye mzunguko mrefu wa siku thelathini huyu waka anapata ovulation siku ya kumi na sita. Kwa hivyo kama ni mtu tarehe moja, Kwa nategemea siku ya ovulation itakuwa ni tarehe kumi na sita sawa ni siku ya ovulation na kwenye tarehe kumi na sita hapa nikitoa siku tano nyuma nakwenda kupata tarehe kumi na moja kumi na mbili kumi na tatu kumi na nne kumi na tano sawa moja mbili tatu nne tano kwa hiyo nikitoa siku tarehe kumi na sita moja mbili, tatu, nne, tano. Sawa, lakini pia inaongeza siku moja ambapo ea mwanamke linaweza likaishi, ambapo itakuwa ni tarehe kumi na saba. Kwa hiyo kwa mtu wa siku thelathini mwenye mzunguko mrefu, siku zake za hatari ni siku sita ambazo tarehe kumi na mbili moja mbili tatu nne tano sita tarehe kumi na mbili tarehe kumi na tatu tarehe kumi na nne, tarehe kumi na tano, tarehe kumi na sita, tarehe kumi na saba, hizi hapa zitakuwa siku za hatari kwa mtu mwenye mzunguko mrefu. Lakini huo tunasema kwamba njia ya kutumia hii e, mzunguko wa hedhi si ndivyo? ni njia salama, lakini wataalamu wa mbalimbali wamesisitiza kwamba si salama sana kwa asilimia mia moja inafanya kazi kwa asilimia 80 kwa asilimia 90, kwa sababu kuna changamoto za watu kutokuwa na mzunguko na mfanano. Anaweza akawa mwezi huu ameenda siku 30 mwezi ujao ameenda siku 28. Hao watu kama hao hapa wanakuwa na changamoto kidogo, lakini yote kwa yote, huwa tunasema kwa mzunguko mfupi ovulation ni siku 14, lakini kwa mzunguko mrefu ovulation ni siku ya 16 na naamini leo umejifunza kwa undani na kwa usahihi kabisa. Kama una swali lolote, anitee kwenye comment section nitalijibu swali lako. Kama una jambo ambalo ungependa tujifunze, niandike tu kwenye comment section, utajifunza kwa undani katika siku zinazokuja. Ulikuwa nani wako daktari Lenny Komba, nikutakia siku njema na Mungu akubariki.